Habari, naitwa Saidi Majaliwa, ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisha sana watumishi wapya walioajiriwa mwezi wa kwanza 2026. Niwahakikishie halmashauri ya mji wa Kondoa tuko tayari kuwapokea, kuwasaidia, lakini pia katika kutekeleza majukumu yetu ya kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Kwa kipekee nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametupatia watumishi wapya ishirini na tisa katika halmashauri yetu ya mji wa Kondoa katika sekta mbalimbali mbali. tumepata wahandisi watatu, tumepata maafisa biashara watatu, tumepata walimu wa shule za msingi na sekondari, tumepata waganga lakini tumepata na mwanasheria. Kwa hiyo ni kumshukuru tu Mheshimiwa Rais, na sisi kama watumishi wa halmashauri ya mji wa Kondoa tuendelea kumshukuru na tunasema kushukuru ni kuomba tena. Tunaamini ataendelea kutoa ajira kwa wananchi ili malengo na adhima ya serikali ya awamu ya sita ya kuwahudumia wananchi iweze kutimia. Niwahakikishie watumishi wapya ambao wameajiriwa katika halmashauri yetu ya Mji wa Kondoa tuko tayari kuwapokea. Karibuni sana, tuchape kazi tuwahudumie wananchi wetu halmashauri ya mji wa Kondoa. Lakini pia na sisi kama wa, watumishi waliokuwepo mwanzo tutawapa ushirikiano kuhakikisha mnapata ari, nguvu, morali ya kufanya kazi katika ajira yenu mpya. Niwatakie kila laheri katika kuanza kazi, niwaombee kwa Mwenyezi Mungu awabariki sana, muweze kuwahudumia wananchi kwa unyenyekevu mkubwa, kwa uadilifu kama ambavyo mlitamani kufanya hapo mwanzoni. Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki halmashauri yetu ya mji wa Kondoa. Kazi na utu tunasonga mbele.